Naam, tumshukuru Allah, tumsalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wa salam. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalie ilmu yenye manufaa e, atujalie fahama nabiina tuwe na fahamu za mitume na wahafadha lmursalina insha allah. Tulimalizia ma hadithi nambari moja, leo tunaingia hadithi namba mbili, hadithi namba mbili katika kitabu chetu ambacho kinaitwa Jannatul Mar'atul Muslima, pepo ya mwanamke Muislamu. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Aba Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee juu yake. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Aba Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee juu yake huyu Abu Huraira jina lake anaitwa Abdurrahman bin Sahar. E, ameitwa ameitwa Abu Huraira kwa sababu alikuwa ni mwenye kufuga paka, alikuwa na mapaka sana, akaitwa ndio Abu Huraira. Alikuwa na paka huyu bwana akipenda sana kufuga paka, kwa hiyo akaitwa baba wa mapaka. Sawa, eh, ndio akaitwa Abu Huraira, lakini jina lake anaitwa Abdurrahman bin Sahar. Ukija ukisikia ana Abdul Rahman bin Sahar, ni Abu Huraira. Kwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee juu yake, qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume rehma na amani zishukie juu yake. Kuna kala mbili, ya kwanza ni ya Abu Hurairah, lakini kala ya pili ni ya Mtume, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume rehma na amani zishukie juu yake, law kuntu amiran, law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin mtume anasema, lau kama ningeamrishwa, lau kuntu amira, lau kama ningeliamrishwa sawa eh, ahadan ayasjuda li ahadi, yani mtu kumsujudia mtu mwenzake. sawa eh? ahadan ayasjuda li ahadi, yani mtu kumsujudia ya mwingine sawa eh? maanake ningeamrishwa kumsujudia yoyote au ningeamrishwa ahada mmoja ayasujuda li ahadi. Kwa hiyo ukisujudia ukisema lau kuntu amiran ahada yasujuda li ahadi, lau kama ningere amrishwa mmoja kumsujudia mwingine mtu eh, la amartu aaantasujudi alizaujiha ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe sawa. so, lakini hiyo ndiyo haikuja hata Nabi Adamu aliposujudiwa alipu, ilikuwa ni sijida ya heshima. Kwa hiyo, lakini ilikuwa ashia hapo, ilikuwa ni sijida ya kuja, kujaribi kuja, kuja, kupewa mtihani Ibilisi, lakini baadaye haikuendelea kwa ha apa anasema lau kuntu amira ahadayasujuda li ahadi lau kama nengeliamrishwa mmoja kumsujudia mwingine la amartu lmarata la, la la antasujuda lizaujiha muamrisha mwanamke amsujudie muume wake na hii hadithi imepokelewa na tirimithiyo. rawahu termidhiu kama <coughs> ya mwanzo hadithi ile ilikuwa imepokelewa na Ibni Maja, lakini Imamu Tirmidhiu akaifanya kuwa ni nzuri. Hii hadithi ya pili hii, rawahu tirmidhii, imepokelewa na Imamu Tirmidhii wa hasanahu, na akaifanya kuwa ni hadithi nzuri.